jeshi la polisi mkoa wa mwanza limesema hadi sasa halijui alipo katibu wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha mkoa wa mwanza amani Manengelo na mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa Daniel Chonchorio taarifa ya kutofahamika walipo wanasiasa hao imetolewa leo ijumaa machi 28 mwaka 2025 na, na kamanda wa polisi mkoa wa mwanza Wilbrod Mutafungwa alipozungumza na waandishi wa habari mkoani humo kwa mujibu wa taarifa ya familia Amani Manengelo alitoweka Februari kumi na nne mwaka huu wilayani Misungwi mkoani Mwanza baada ya kuchukuliwa na watu waliomfunga pingu, huku Danieli Chonchorio ambaye ni mfanyabiashara akitoweka kwenye mazingira ya aina hiyo Machi ishirini na tatu mwaka huu jijini Mwanza baada ya kutoka nyumbani kwenda kufanya mazoezi ya viungo. Jeshi la polisi mkoa Mwanza tulikwisha toa taarifa za kupotea za kutokuonekana kwa watu wao Taarifa tulizotoa zimefafanua kila kitu na mazingira ambayo watu hao waliweza kutoweka, sambamba na haya matukio yote hayo mawili, likiwepo hili la mwisho la Daniel Chonchorio, limefunguliwa jalada na uchunguzi ulianza pasi kuchelewa, baada ya kupokea taarifa kutoka kwa ndugu na familia yake mpaka sasa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na hatuja hakuna mtu ambaye ameweza hatujaweza kufanikiwa kujua walipo na kwa sababu hizo tumeendelea kuwataka ndugu jamaa, marafiki wazidi kutusaidia, kama wana taarifa zozote, sisi tutazifanyia kazi, lakini pia jeshi la polisi limeendelea kufuatilia hasa ukitilia maanani kwamba huyu wa mwisho ana, ana familia sehemu tatu, Tarime, Mwanza na Dar es Salaam. Ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa Mwanza wanaendelea kufika maeneo hayo yote, wakishirikiana na makachero wengine katika maeneo, tunaendelea kutafuta habari za hapa na pale na kutafuta wito wetu kwa wananchi ni kwamba washirikiane na jeshi la polisi ambalo lipo kazini katika kutafuta watu wao na pengine kujua nini kilichojiri kabla ya tukio. Juzi tulipokea taarifa, tulimsikiliza kiongozi mmoja wa wafanyabiashara ambaye amezidi kutukumbusha na kutuomba jeshi la polisi tu tujitahidi kumtafuta Bwana Daniel. Nichukue nafasi hii kumweleza mwananchi huyo na wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kwamba uchunguzi unaendelea na hilo ombi lake sisi tulilipokea, na kimsingi kwetu sisi tunafanya kazi wala hatuombwi sehemu ya kazi yetu. Katika hatua nyingine, jeshi hilo linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za mauaji akiwemo Athumani Stanslaus mkazi wa Ghana wilaya ya Ilemela, anayedaiwa kumuua kwa kumshambulia na kitu chenye ncha kali dereva pikipiki maarufu kama bodaboda boda, kwa madai ya kumkuta amelala na mke wake. Mnamo tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu mwaka huu majira ya saa uh, ilikuwa ni majira ya saa tisa usiku huko katika mtaa wa Ghana kata ya Nyamanoro wilaya ya Ilemela zilipatikana taarifa za mauaji ya mtu aitwaye Mhochi Joseph Herman miaka 29, wiki jana, ni dereva bodaboda na mkazi wa Kitangiri wilaya Ilemela, ambaye aliuawa kwa kushambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake, kitendo kilichopelekea umauti wake. Jeshi la polisi lilifanya uchunguzi kufuatia tukio hilo na kufanikiwa kumkamata mtu aitwaye Athumani Moran Stanslaus. Huyu ana umri wa miaka 36 ni dereva na mkazi wa Ghana, ambaye inasemekana alimshambulia marehemu baada ya kumfumania akiwa amelala na mke wake kwenye chumba chake cha kupanga kisha aliamua kumshambulia kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili tukio ambalo lipelekea kifo hicho. Mtuhumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi unaendelea. Chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mwanza linamshikilia Doto Marco Sanan, ana umri wa miaka 18 ni mkulima, mkazi wa Butonga wilaya ya Sengerema kwa tuhuma za mauaji ya mtu aitwaye Elias John, ana umri wa miaka 18 mkulima mkazi wa kijiji cha Kutonga wilaya Sengerema, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu za kifuani. Vijana hawa walikuwa wakitaniana, lakini ndipo mmoja akawa amekasirika na kuweza kumfanyia mwenzake shambulio hilo ambalo lilipelekea kifo. Mtuhumiwa amekamatwa na uchunguzi itakapokamilika, jarada itapelekwa kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka kwa ajili ya mapitio na maelekezo. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.